Viongozi na washiriki wa hafla, ni matarajio ya serikali kuona kwamba mradi huu unakamilika kwa wakati na majengo haya yanaanza kutumika kutoa huduma mara moja. Hivyo ninawaagiza wanaohusika na utekelezaji wa mradi huu, hususan wahandisi, washauri elekezi, wakandarasi na wasimamizi kukam, kukamilisha ujenzi huu kwa wakati kama ilivyopangwa. Ucheleweshaji wa aina yoyote hauwezi kukubalika. Hali kadhalika naiagiza Wizara ya Elimu, Sayansi na Teknolojia kushirikiana na wadau wengine kuhakikisha taratibu na mahitaji yote muhimu, ikiwemo ithibati, vifaa, rasilimali watu na mipango ya matumizi vinaandaliwa mapema ili kuwezesha shughuli za kampasi mpya kuanza pasipo vikwazo. Nimemsikia mkuu wa chuo kaongea kwa uzito, mahitaji makubwa muhimu ya chuo chetu. Ameongelea umuhimu wa maendeleo ya mazungumzo na Benki ya Dunia. Mheshimiwa Mkuu wa chuo ni kuhakikishie kwamba wakati ulipokuwa unasema pale pale, nilikuwa nikimwelekeza waziri kwamba tekeleza maelekezo haya haraka sana, lakini pia umeongea habari ya umuhimu wa kuongeza ardhi, na hili ni jambo muhimu sana tunapoongelea vizazi vijavyo vya Kagera na nchi yetu, kwamba mwisho wa siku, siku moja mahitaji yatakuwa na chuo kitakosa nafasi, na, na kuelekeza mkuu wa mkoa kulifanyia kazi jambo hili umefanya kazi vizuri sana katika awamu ya kwanza hii tuliyopo, ni matumaini yangu kwamba ubora uliouonyesha mara ya kwanza utaufanya kwa kishindo zaidi. Lakini pia Mheshimiwa Mkuu wa chuo chetu na Rais Mstaafu, umeongelea swala la barabara na of course, chuo kikuu, ndugu zangu wa, wa haya watapata tabu sana kuelezea kama barabara sio nzuri. Kwa hiyo tumelichukua hili. lakini pia umuhimu wa serikali kuingiza mkono kusaidia katika maeneo mbalimbali. Nataka niwaambie, swala la bweni la vijana wa kiume nimelichukua kwa uzito unaostahili, na nataka niwahakikishie hili, hili ni, ni jambo muhimu sana, pamoja na kumwelekeza waziri kwanza kulifanyia kazi, lakini pia nitamnong'oneza Mheshimiwa Rais, na nataka niwaambie katika kitu rais anakifuatilia kwa karibu mno ni chuo hiki cha Bukoba kiasi kwamba leo alinielekeza kuja kukifungua chuo hiki, lakini nikapata pia mkutano wa wakuu wa nchi za za wanaita Troika, za Sadik, kamati ya ulinzi na usalama ya wakuu wa nchi ambao mheshimiwa rais aliniagiza nimwakilishe. Sasa nikajaribu kuchenga chenga kwamba sasa ile ya Kagera tuisogeze mbele kidogo, mheshimiwa rais akasema, usilete mchezo, Kagera utafungua na mkutano wa marais utashiriki. Kwa hiyo mnaweza mkajua mapenzi ya rais kwa Kagera ni makubwa kiasi gani. Kwa hiyo nitamnong'oneza nita mheshimiwa rais kuhusu umuhimu wa bweni hilo, lakini pia umuhimu wa kuongeza nguvu kwa wizara ya elimu kuona kwamba inasaidia zaidi chuo hiki ili matunda yake yaonekane haraka inavyowezekana. Waheshimiwa viongozi na washiriki wa hafla hii, baada ya kuyasema hayo nawashukuru kwa kujitokeza kwa wingi kushiriki hafla hii ya uwekaji jiwe la msingi la ujenzi wa kampasi ya chuo kikuu cha Dar es Salaam hapa Bukoba. Tuendelee kuchapa kazi, kulinda hali ya amani na utulivu na usalama wa nchi yetu. Asanteni sana kwa kunisikiliza.